tukio hili nililiona mnamo wa saa kumi na mbili na nusu nikiwa na bwana mmoja anaitwa Daudi. Tulikuwa tumekaa hapo kwenye pikipiki tunaangalia abiria wanaotoka Point Zone kuelekea kwenye mashughuli zao shughuli zingine. Sasa bwana mmoja alitokea akiwa anatafuta ana, ana chakula cha nguruwe akamwaga ile pipa, katika kumwaga ile pipa, katika kumwaga ile pipa akakuta huo mfuko kuna mtoto ambaye yuko ndani ya mfuko. Sasa ni kitu ambacho kimetuuma kime, kime um, kime sana na baada ya kutuuma sana, kabidi tushirikishe jamii kuonyesha kwamba kuna tukio lilotokea hapa, ili tuweze kutoa ushirikiano, huyu mtoto akahifadhiwe sehemu ambayo ni salama. Ni hayo tu. Haya mapipa yanatoka kwenye hoteli ya Point Zone na huwa mara nyingi kunakuta kuna watu kuna wengine wanakuja wanaweka takataka zao hapo. Sasa kwa namna tulivyowauliza watu wa Point Zone wakatuambia ili pipa tumetoa, lakini haikuwa na huo mzigo. Huo mzigo ulikuwa uko juu, na kwa jinsi tulivyoona sisi, tulivyohisi, tukahisi labda ni mpita njia ameweka huo mzigo hapo na kujiondokea. Sasa tukujua kwamba kinachoendelea ni labda polisi, labda wafanye kazi yao, kujua ni asubuhi kwa ajili ya hizi taka ambazo magari yanapita hapa wanachukua matakataka, nadhani kwenye saa kumi na mbili kamili, kwa sababu sisi tulifika hapa kwenye saa kumi na mbili na nusu tukawa tumepaki hapa kwa ajili ya abiria, na baada ya hapo kuona ile tukio, ikabidi tushirikishe watu wanaopita njiani ili wajue kwamba kuna tukio liko hapa ili tuweze kumnusuru mtoto, labda akahifadhiwe sehemu salama. Sielewi kweli kukuta changamoto kama hii na kukuta mtoto ametupwa. Wakati wa mimi kidume kama mimi nimeachwa hata rasilimali mingi hata angenipa mimi hata ningeomba mtoto atusaidiane. Hii maisha hata mtoto usishindwe kumsomesha. Hii ku struggle hivi mtu ana struggle tu kibishibishi. Hiyo mapenzi amefanyaya paka kuja kuzaa mtoto. Mwisho wa siku akaja kumtupa. Yaani maisha hii, huyu mama ndakwa asakula hata hata itumike uchawi. Yaani hapatikane alipo yani, ya, patikani, ya, yani ili isiendelee. Sababu hii maisha sio hivi kweli. Watu kutupa tupa watoto sio fresh. Watoto ndio taifa la kesho. Juzi tumemotea makufuli. Nikijua moja wao ilitenda mambo mimi Leo tukipoteza poteza hivi hivi, tutapoteza taifa basi kibizi hivi hivi. Ndiyo watu tuwe na akili. Sio unabebesha wanawake mimba zingine kwa afoki. Hata mwanamke na ukifokiwa na mwanaume, wewe ndio umebeba mimba. Mimba yenyewe itakuwa uzae na ule na ule. Aisee, Mungu tu yani yani atusaidie kwa mambo kama haya maana hata mimi sielewi. Eh, sielewi kabisa yani nimechukia yani kukuta mtoto kwenye pipa. Aisee, mimi mwenyewe ningetupwa kwenye pipa leo ningeongea nini hapa kwenye mic? Nisingezungumza. Kwa hiyo Mama Samia hata anielewa hata mimi hapa kama litoto ambaye kuliko na mimi hata sijauawaga huyu tumsakanya yani hmm, popote alipo. Hii ndio chugani yani, Makonda yuko chugani, aongee na afanye mambo mazuri yani, afuatilie jukumu kama ili liwe mwanzo na nifundisha kwa watu wengine. Mimi kwa ukweli bana, huyu dada kitu alichokifanya nadhani sio kizuri, kwa sababu kama alisha amua kufanya tendo kama hilo na ni lazima apate kitu kama hicho. Asa, kwa nini anamtupa mtoto? Je, ni wa kwanza, ama je ni wa pili, ama ni tabia yake ndo jinsi ameizoea. So, hilo sio jambo zuri sana kwa wakina mama, wajaribu basi na nao kuangalia basi kuna kinga zingine za mimba na nini, kuliko mtupe, bora waweke kinga eh, wafanye vitu vyao maisha yaendelee. Hapana, wanawake wengine wanapenda starehe sawa bwana, anapata mimba alafu, pengine yani anapenda vitu ambavyo pengine huwezi ukavifanya kwa wakati huo eh, au wengine mashemeji mama baba wengine wanaweza wakachafukwa tu mwanamke akashindwa nini akaona hii familia mimi naweza nikaitelekeza tu kama hivyo, lakini sio uamuzi mzuri. Jinsi wanawake jinsi wanavyofanya. hey, hey, hey, wanawake hey. Wanatafuta watoto hey. Hawapate wa alafu mtu anakuja kutupa mtoto hmm. Angeleta mimi japo na wajukuu na watoto. Kwa jina naitwa Donat James Mboya, ni mwenyekiti wa mtaa mita 200 kata ya Karoleni. Leo asubuhi kuna tukio limetokea mtaa wa Point Zone, eneo la Point Zone. Tukio lenyewe ni kwamba kuna mtoto ameokotwa kwenye pipa la taka, pipa la taka. Nilikuwa kwamba kuna huyo mtu ameokwa kama asubuhi, kama sio asubuhi sana, aliokwa usiku, kwa sababu ame time leo siku ya Jumatano ni siku ya kuzoa taka, kwa akajua kabisa kwamba siku ya leo taka zitachukuliwa na mtoto bebo. Yani, kwa bahati nzuri sana, kuna hawa nao scavenger wanatafuta vyakula vya jawa, ngurue basi, walivyokuja wakati wanapekua pekua wakakuta kile kichanga pale na ndio nikafika paleukatoa ripoti polisi, polisi wakaja wakamchukua. Tahadhari kwa, kwa sasa hivi ni ngumu, kwa sababu kila mtu sasa hivi ni wajanja, hata kusema kwamba yale mapipa yafunikwe bado watafungua labda niamazishe wananchi wasiweki ataka barabarani mpaka gari ifiki ili sasa mtu akileta taka zake zingie kwenye gari moja kwa moja itaeleweka, lakini kama nikisema kwamba tuachi au tufunike bado watafungua tu. Na huyu mtu nafikiri alikuwa amepania kwa ina maana, na siku siku Jumatano kata yangu ndio siku taka zinashukuliwa, kwa ina maana alikuwa ameelewa. Lakini swali lako ni nzuri sana, labda tamazisha wananchi sasa hivi wasilete takataka barabarani mpaka gari ifikipoka wasikie filimbi. Ushauri wangu maisha tunajua maisha ni magumu, lakini tusiende ovyo. Kama unajua kwamba huwezi kuzaa mtoto, na kwamba kwa yule, yule mtoto kama ni wa kwako kesho kutwa ndio kiongozi wetu takuwa tumekosea sana. Kwa hiyo nawashauri hivi, mabinti wangu wawe na roho ya huruma kidogo. Ile ni roho ya mtu, unatupa chini. Na itafika siku sasa unataka mtoto utampata tena?